Kwa kweli ni jambo la kutia moyo, jambo la kufurahisha, jambo la kumshukuru Mungu kuwaona ninyi e, staff wa benki e, ya Mkombozi, kukutana siku kama hii ya leo, tunafahamia kufahamiana, na pia kusali, tafakari maisha yetu na pia kujipatia nguvu za kiroho za kimwili zitakazotusaidia tuendelee na shughuli zetu vizuri. Sasa mkurugenzi alitoa alitoa ripoti ya Mkombozi benki, ilikuwa ripoti nzuri sana na alishangiliwa na masko hiyo ripoti nzuri, utendaji mzuri, kwani ni wakwake mwenyewe, si ndio? Nini jamani, jamani, tumshukuru Mwenyezi Mungu, tujishangilie Mkombozi benki kwa sasa hivi inakwenda mbele kwa kasi, na inakwenda mbele kwa kasi kwa sababu ya ninyi stafu mnaofanya kazi Mkombozi benki. Kwa sababu yenu, kwa niaba ya maskofu, kwa kweli nikiwe shukurani zangu kwenu wafanyakazi au staff ya Mkombozi benki. E, Mkombozi benki inaendelea kusonga mbele na kwa sababu ya ninyi wafanya kazi mkishirikiana na mkombozi wenu na mtu amevaa nani, mtu amevaa ndala, mtu amevaa suruali ambayo imetoboka toboka, sema hapana, huko siwezi kuweka hela. Na ninyi wa Mkombozi, mara zote nilikuwa nawaoneni mko safi kabisa kabisa. Kwa hiyo mnajengea watu imani na benki yetu Mkombozi Commercial Bank, a bank with integrity.